Bwana my brother, mjomba my uncle Kim Tiando, naona umekaa unalalamika, unajiuliza eh, kwa nini wasanii wetu wa Bongo Flavor hawathaminiki? Wasanii wetu wa Bongo Flavor hawana heshima kama heshima eh, alioipata Davido? You are right, you are right, ulicho kidiscuss leo you are right, lakini unatakiwa kujua kwa nini wasanii wa Bongo Flavor, wasanii wa nyumbani hawapati The same respect kama alioipata Davido. Kuna vitu vitatu unatakiwa ujue: mashabiki wa mziki wa Bongo Flava wamefanyiwa nini na wasanii wa Bongo Flava? Au mashabiki wa mziki wa taarabu wamefanywa nini na waimbaji wa taarabu? Au mashabiki wa Bongo Movie wamefanyiwa nini na wasanii wa Bongo Movie? Wanatakiwa ujue sasa hivi game imebadilika, lazima u receive na u give out. Receive na give out aliotuaribia mziki wetu mpaka mashabiki kutokuwa na upendo na wasanii wao, ni Mwambino laini iliaribikia tu wapo, ni Mwambino. Kwa hiyo kaa tafakari, msanii wako alikosea wapi, aliongeza nini, akapunguza nini, mashabiki wajikuta wana ni kiukweli. Ukisema ufanye shoo uweke shoo Dar es Salaam, huwezi kupata vibe, uweze kupata promo, huwezi kupata endorsement kama alipata Davido, kwa sababu mmoja tu, kwa sababu msani wako alijiona amefika. Tazama some respect alioifanya Davido kwa Afrika, kwa Tanzania, alafu angalia anavyoishi Nigeria. Kwa hiyo cha kwanza lazima tuondoe majivuni, kuna ile ego, mwambie msani wako aondoe ego. Leo mwambino afanye show hapa, alikiba afanye show hapa, alikiba atajaza kuliko mwambino. I'm telling you Leo Mwambino afanye show hapa, Alikiba afanye show hapa, Alikiba atajaza kuliko Mwambino kwa sababu ya ego. Mimi nimetoka, mimi tajiri. That's bad behavior, imetuharibia mziki wetu. Kwa kaa tafakari na msanii wako kabla hujaja kwenye jamii. Mi niko na enjoy na fresh milk kutoka Kilimanjaro. Ukiona imekuchoma, chukua paketi kama hii moja ya kimwezio Kilimanjaro, mimina hivi kwenye glass, ukisha mimina alafu kunywa. Cheers taendelea kutumia YouTube Instagram TikTok kuonyesha numbers lakini huko Konde on ground ni mfalme peke yake na Konde Boy hala